Ngugi wa Thiong'o gwiji wa fasihi kutoka Kenya na mpigania haki kwa njia ya kalamu ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 87. Kazi zake zilijikita katika kupigania ukoloni, kupinga ukoloni kwa kiakili na kuhimiza matumizi ya lugha za Kiafrika. Taarifa kamili na Salehe Mwana Milongo. Kifo cha Ngugi kimethibitishwa na mwanaye Nduchu wa Ngugi ambaye amesema mwandishi huyo amefariki mjini Bedford, Georgia ambako alikuwa akipokea matibabu ya figo. Ngugi alikuwa mmoja ya watu mashuhuri zaidi barani Afrika waliotumia kalamu kama silaha ya ukombozi wa kiakili na kijamii, kama alivyosema mwenyewe hapa. Kinachozuia fasihi ya lugha za Kiafrika ikuwe ni sera za serikali ambazo wakati mwingine zinapinga <laughs> ukuzaji wa fasihi na mawazo katika lugha zetu. Ngugi alijulikana kwa kazi zake maarufu kama Petals of Blood, Wizard of Gore na Decolonizing the Mind ambazo ziliweka msingi wa fasihi ya Kiafrika inayopinga urithi wa kikoloni. Kazi zake zilichunguza kwa kina historia ya Kenya kuanzia ukoloni wa Waingereza hadi utawala wa ndani uliojaa dhuluma. Mbali na kuwa mwandishi, Ngugi pia alikuwa mpiganiaji wa haki na msomi aliyekuwa mstari wa mbele kupigania matumizi ya lugha za Kiafrika. Katika uandishi wa kazi za fasihi ningetaka kuona kitabu ambacho au tamthilia au riwaya au shairi ambayo ilibuniwa kwa lugha sanifu ya Kijaluo au ya, ya Kigriama au Kiyoruba. Ningetaka kuiona imetafsiriwa kwa lugha zingine za Afrika kama Igbo, kama Gikuyu, Kakamba ino, Kimasai hivi hivi. Hii ni kusema kwamba lugha zetu zinaweza kuwasiliana na kujadiliana na kuongea pamoja. Ngugi alikuwa mgombea wa mara kwa mara wa tuzo ya Nobeli ya fasihi na aliwahi kuorodheshwa kwenye tuzo mbalimbali kama vile Man Buka na Pak Yong ni Literature Award. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama aliwahi kumpongeza kwa uwezo wake wa kuonyesha jinsi historia inavyobadilisha maisha na mahusiano ya watu binafsi. Ngugi alizaliwa katika kijiji cha Kamiriithu, kaskazini mwa Nairobi, kama mmoja wa watoto watano wa mke wa tatu wa baba yake. Alianza kuandika rasmi akiwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda. Mwaka 1977, tamthilia aliyoiandika kwa ushirikiano na Ngugi wa Mirii ya I Will Marry When I Want, ilionyesha wazi ufisadi wa viongozi wa Kenya. Ilisababisha kukamatwa kwake na kufungwa kwa mwaka mmoja bila kufikishwa mahakamani. Ngugi wa Thiong'o alihamia Uingereza miaka 1980 kabla ya kuelekea Marekani, ambako alifundisha katika vyuo vikuu mbalimbali. Huko alikuwa mkurugenzi mwanzilishi wa kituo cha kimataifa cha uandishi na tafsiri.